Miaka yote imeonekanika kipindi cha uchaguzi kinapokuja, mambo yanaonekanika kuwa mepesi kwa watu wanavyosema eti, lakini mwaka 2025 mambo yatakuwa magumu kupita maelezo. 2025 ni mwaka mgumu kupita maelezo. Tunachotakiwa sisi ni kuomba, kwa sababu moja mavitu nilivyoona, fedha imekuwa adimu kupita maelezo, lakini pia niliona hata eneo la moja ya sehemu ambapo watu wataathirika ni kwenye upande wa mafuta, ni kwa upande wa mafuta. Mwaka jana niliongea, nimesema kipindi hiki kutakuwa na kuna mvua mwaka ambao ni mwaka huu, kutakuwa kuna mvua, lakini hakutakuwa na kilio cha njaa Tanzania. Wangapi wanaikumbuka hiyo? Hatujaisikia njaa, ndio hivyo, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuna njaa inakuja Hivyo kama taifa tunatakiwa kuomba. Mimi na saifa, wow, Milina, wewe tunatakiwa kuomba wow, wewe na familia yako tunatakiwa kuomba wow, Mungu nakusaidie na zaidi ya yote katika endevo hiyo au na katika nafasi ya taifa, ombea kitu kinachoitwa amani. Ah, ah. Ombea kitu kinachoitwa nini, amani. Usiku wa Jumatano hii, kundi la watu limeshambulia mabasi ya mwendo kasi katika eneo la Magomeni usalama jijini Dar es Salaam, ambapo video pamoja na picha zimeonyesha baadhi ya mabasi hayo yakiwa yameharibiwa vioo kwa kupigwa na mawe. Hali hiyo imekuja Jumatano hii pia, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, aliwataka wananchi kuwa watulivu kuhusu changamoto za usafiri wa mabasi hayo, akisisitiza kuwa huduma mpya zinakuja, huku akionya kuwa kuimba kauli za kupinga chama cha mapinduzi CCM hakutasaidia kutatua tatizo hilo. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kinachoongozwa na rais wa chama hicho wakili Boniface Mwabukusi kimetangaza kuanzisha maandamano makubwa nchi nzima pamoja na kuwataka mawakili wote Tanzania ambao ni wanachama kugomea kesi zote watakazopewa mahakamani. Maamuzi haya ni kufuatia kile wanachokiita ni udhalilishaji wa jeshi la polisi dhidi ya mawakili. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na chama hicho kwa mawakili wote nchini juu ya haya yanayoendelea, imesema na nukuu: Baraza la uongozi la TLS limeamua kuandaa maandamano ya nchi nzima kama ishara ya kulaani na kukemea kitendo alichofanyiwa wakili Deogrates Mahinyila na askari wa jeshi la polisi tarehe 15 Septemba 2025 katika viwanja vya mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa hii rasmi iliyotolewa Septemba 18, 2025 na kusainiwa na rais wa TLS Boniface Mwabukusi, maandamano hayo yatashirikisha mawakili wote nchini na yataambatana na tamko maalum litakalosomwa na viongozi wa mikoa wa kila ofisi ya TLS.